Unileta duniani na shukuru sana mama. Miezi tisa tumbuni kunibeba dia mama. Nikurudishie nini penzi lako nzito mama. Mama, twa kupenda sana leo ni siku ya mama, mwalimu wangu wa kwanza, mpishi wangu wa, wa kwanza, mlinzi wangu wa, wa kwanza, mpenzi wangu wa, wa kwanza. Nilipolia lipolia ya kwanza ulifurahi wa kwanza. Mama twa kupenda sana leo ni siku ya mama. Ninakushukuru kushukuru mama, yote uloni tendea sina chakulipa mama, kupenda taendelea na kuombea neema mema upa me, eh, na kuombea neema mema upate pokea. Mama, twakupenda sana, leo ni siku ya mama.